Nduguzangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kustaka rehema na amani zimwendee kiongozi wa umma au zimfikie kiongozi wa umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasalama, nduguzangu katika imani, insha Allah biidhni llahi tumefungua chaneli yetu kwa ajili ya mambo mawili. Jambo la kwanza tutakuwa tukielekezana kuhusiana na mambo ya dawa yanayohusiana na tiba za viwiliwili, lakini pia tutaelekezana kuhusiana na tiba za mioyo, yaani maana yake tutaelekezana kuhusiana na elimu katika kufahamu Uislamu wetu, kufahamu swala zetu, kufahamu mambo mbalimbali mbali katika dini yetu insha Allah. Kwa hiyo insha Allah tuwe tayari kujifunza na kuuliza maswali pale ambapo hatutakuwa tukielewa. ukizomo katika imani, tutakuwa tukijifunza au tukielekezana kupitia kitabu e, Alfikhulmuyassar, kitabu Fikhulmuyassar, ambacho kinachozungumzia mambo ya fikihi hii, kinachozungumzia mambo ya swala, lakini pia sio kitabu hicho tu kimoja tutakuwa tukiangalia na vitabu mbalimbali katika kupata faida, kwa ajili ya kupata faida, alimradi kwamba mtu afahamu yale anayoyafanya katika ibada zake, katika dini yake ya Uislamu. Na katika sehemu ambayo tutakayoanza kujifunza au kuelekezana ni sehemu inayohusu e, e, mlango ambao utakao unazungumzia kitabu atahara, huo ndio mlango wa kwanza tutakaokuwa tumeanza nao. Yani kitabu at-tahara, na kitabu tahara yashmilu ala ashrat al-abwab. Kitabu tahara, katika kitabu hichi cha al-fiqh al-muyassar kimekusanya milango karibuni au takriban kumi, na milango yote hii tutaiangalia moja baada ya moja. Ama mlango wa kwanza katika kitabu tahara mlango wa kwanza ambao tutatumia katika kujifunza katika tahara, babu tahara, kitabu tahara albabu alawwal fi ahkami tahara. Mlango wa kwanza tutakuwa tukizungumzia au tunazungumzia katika hukumu za tahara wal miyahi, na kuhusiana na maji, yani kujitaharisha, lakini pia na kuhusiana na maji yanayofaa kujitaharisha wa fihi iddatu masaili, lakini pia katika milango hii, e, katika sehemu hizi mbili, katika tahara wal miyahi, kuna masala mengi sana, kuna masaili mengi, kuna mambo mengi sana yatakayozungumziwa, tutakayoyaangalia katika ahkami tahara na e, wal miyahi, almas'alatu al ula, masala ya kwanza ambayo tutayazungumzia itaarifi bitohara, tutaangalia maana ya tohara ni nini, tohara ni kitu gani. Wabayani ahamiati ha, lakini pia na kubainisha umuhimu wa tohara kwamba tahara ni nini. Wa aqsamiha, lakini pia tahara ina migawanyiko mingapi, yani kujitaharisha kuna migawanyiko mingapi. Sehemu ya kwanza, ahamiatu tohara wa aqsamiha. Sehemu ya kwanza ni umuhimu wa tohara na migawanyiko ya tahara atahara tu nini? maana ya tahara hiya, miftahu swala, tahara ni ufunguzi wa swala. Kwamba tahara ukitamka nini? tahara ni ufunguzi unatamka ufunguzi wa swala, wa akidu shurutuha, lakini pia ndiyo nguzo ya muhimu, yani iliyotiliwa mkazo sana katika swala wa shartu la budda anyatakaddama ala lmashrut, lakini pia sharti lazima hakuna budi, yani hakuna mbadala lazima litangulie kile kilichowekewa sharti, yani kana kama mfano, tumehalalishiwa wanyama kuwatumia mfano ng'ombe. Lakini sharti ya kutumia nyama ya ng'ombe lazima tumchinje ng'ombe, ndio tupate kitoweo. Hatuwezi kumtumia ng'ombe kabla ya kumchinja ili tupate nyama ya ng'ombe lazima tufanye nini? Lazima tumchinje. Kwa hiyo hapa wanazungumzia wanasema, kwamba hii e, tahara ni ufunguzi wa swala, lakini pia ndio akid sura, ndio sharti ambayo imetiliwa mkazo sana kabla ya kuingia katika katika swala katika swala, wataharatu ala kismaini. Lakini pia tahara imegawanyika katika sehemu mbili, alkismu al awal, sehemu ya kwanza e, ya mgawanyiko wa tahara

ndio muhimu zaidi sana kuliko kutoharisha mwili. Yaani, tohara ya kutoharisha moyo ni muhimu zaidi kuliko tohara ya kutoharisha nini, kutoharisha mwili. wala yumkinu an tatahakkaka taharatu albadani, na wala haiwezekani kutoharisha mwili maa wujudi najisi, pamoja na kuwepo najisi, kwamba haifai wala haifai hakika, yani haiwi ya kweli tahara ya mwili pamoja na kuwepo najisi ya ushirikina katika moyo wa mtu. Kama kala taala, kama nilivyosema Allah aliyetukuka, innamal mushrikuna najasun, si vinginevyo washirikina ni najisi, kwamba mshirikina yoyote ni najisi. Mara nyingi huwa tunachukuliwa kwamba ni washirikina waliotangulia. Pana mtu yoyote ambaye ana sifa ya ushirikina na akawa na zote sifa zile ambazo zinazoelezea ushirikina akawa nazo, basi huyo ni najisi kwa mujibu wa aya aliyozungumza au maneno ya Allah tabaraka wa taala.